Hivi unatuona wajiga? Hatujui kinachokiendelea humu my... yeah, mambo ambayo yapo sehemu hii ni mambo mm, mengi sana nini ambacho kipo hapa ambapo nimesimama Rehema, utupe jawabu. Nini daktari amefanya hapo? Wategea tu daktari ni kama wame, wame, wamekula kweli Wala. Naona mwasafisha mikono tu, watu wangu wamekula wameshiba, mimi sijakula kitu. Alafu cameraman nimulika kuja na mimi nikuoneshe kila mtu amepaki. Ndio hii ndio hii

Moto ile isiachwe pale.

Sa, basi imezimika. Hivyo ndio imezimika. Nini? Nimue, nipo nazidi kuangalia mambo huku mm. Maana uwezi kukaa sehemu bila kufanya uchunguzi, uchunguzi. Mm. Daktari. Director, wala na nini, naelewa tu hivi. unatuona hatujui kinachokiendelea humu, kurudi juu. Kitamrambo wewe muachi tu, kitu kubwa ni sawa, haina shida na usiniongeleshe hivyo. Mi hata sasa kukupiga, ndakupiga hata kama mimi ni gentleman, bwana hey. Nan Rema s <laughs> nini unachokifanya aswa? Njo. Nifuate. Mnaenda wapi? Mnaenda wapi? Wala uwezi, uwezi kutusimamisha. Mnataka nini hapa? Ndakutaa, ntakutaa sijupana no, mnafanya hapa. Daktari, unaona kuna damu hapa. Ni damu gani? Aya, aya, aya, mambo mbaya yapo sehemu hii ni mambo <tapos> mengi sana. Ni mengi. Mna boka imeng mnaboo kabisa. Rehema, mtu wangu, mlianza kutufuatilia kitambo unafahamu, unafahamu kile juna, Unafahamu kile ambacho kipo hapa? Yeah. Nini ambacho kipo hapa ambapo nimesimama? Rehema, utupe jawabu. Nimeona. Papa hapa ambapo nipo ambapo unawafukuza watu wasifike wala haunijui vyema. Daktari amefanya hapo. Oh, tegea tu. Eh? Ni nini? Wewe ni mchawi wewe. Ni nini mchawi, nishakuroga wewe, ndo unaniambia bini mchawi kwa hilo. Ni nini sasa? Unaona ni nini? Hivi ulivyo naliwekaushhivi ulivyo liweka humu, ulidhani kwamba aliwezi kupatikana katika Nataka kutubebea jembe. Niache kolo, unaniumiza. Acha daktari afanye kazi yake. Niache daktari, mgani daktari wa nani? Hebu mniache. Sasa unanishikilia nini wewe? Hata daktari atoke. Sasa enda kwa yushimu yako. Ndio anatubebea jembe. Enda kwa yushimu yako sasa. Mimi namjui. Eh, amnijui kwa. Hebu mtoke hapa. Hivi ndivyo walikuwa wanapanga kuvifanyia, kuviweka watu katika chungu, Petero. mm. Ulikuwa katika hatari sana, kolo. mm. Lichukua ili chungu hicho, sio chungu tu, chungu kuu Sikosi... sehemu ile yale aliyokuwa anayapanga huyu, endapo mngekuja sehemu hii bila mie kuwa umu, hakingekuwa kama mlivyopata. mm. wala naona kwamba kuna mtu iwaja mm. niliwaeleza kuhusu piki mm. lipo njiani, muda mfupi litakuwa linaingia mm. Ila nalo halijawahi kutajwa mm. Vipo vitu vingi tu ambavyo Rehema anavifanya mm. Na ila yapo mengine mazuri, ila mtu yoyote anayejichanganya afanya mazuri au mabaya ni mabovu tu, liweke hilo. Yes, daktari. pale Wow. Kolo naye kwa hivyo alikuwa amefungwa kweli. Mimi nilikuwa mfunga nyota yangu. Wala. Ni nyota gani uko nayo wewe? Ni nyota gani? Nyota uimbaji. Ni nyota uimbaji. Na kuna nyota uko nayo kama si ya huku nini? Mimi mambo yako ngumu wallahi. Rema, mambo yako. Mambo gani? There's a lot of things you're hiding. Kuna vitu mingi sana unaficha. Wewe usini nini basi kuna vitu mingi sana unaficha. Rema, kwa nini unataka kujihusisha na mambo ya kishirikina? Ni mimi unaniuliza ama? Unataka nikujibu? Alikuwa ameongea na nani kwani? Sijui, maybe anaongea na watu wake wenye naona mimi siwaona. Kwa hilo unasahau takupa densi kiasi, maana ni wazi kwamba unahitaji densi ndipo uzungumze inavyostahili. Ni hicho unachokihitaji. Hakuna kaya mimi nahitaji kabla tuondoke sehemu hii, mm. Nataka utupe vyeti vya hili shamba, maana unavyo. Na ukikosa, nitakupa muda mfupi. Ukikosa bado, utalia tu. Vyeti vipo wapi? Hakuna vyeti na wapea, uwezi kutupa Joni mm -hmm. Tutaliacha mm. siku ipo ipo, mm. siku yake, wala unafahamu mambo yangu mm. ntamuuliza tu hivi kisha tutaondoka, na tuliwache kabisa mm. siku tutakayo kujia yatakuwa ni mambo tofauti. unapiki ngapi? aiwahusu alituhusu ndivyo kuwa ni vyako kweli ni vyangu nani? Kolo mm. umekuwa naye Rema kwa muda kabisa. Ila ulikua natumika vibaya maana mm. ingendelea hivi, kuna mambo mengi ambayo hungewai kufahamu na wala kwa moyo huo ulio nao wakutambua kwamba hiki ni kibaya na hiki ni kizuri tutafika mbali. Petero ni mwanzo tu, na ameona uzito wako wa kutambua vitu. At least ameona na watu wameona, sindio? Najua ameliona vyema na wengi wameliona a lot. Kuna vitu mingi anaficha huyu mwanamke. Unaona, ungeenda polisi, kuna kitu ungejua naficha na mm, so naficha vitu mingi, kigeugeu nini, nini, naficha, naficha oh. Point. Uh, una mambo mingi mwanamke, una mambo mingi unamaanisha jambo namanisha ana mambo, mm, mambo mingi mm. Yani, mm, mara nne mpaka mwenyewe siamini, sinaongelesha hivyo muna... pia mi sikutaki. Na kwani anakwambia tutoe hiyo, umtoe kwa video? Mari ameonekana utoe na video tayari ushafanya eh. kuna video tayari iko kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa YouTube mm. tulifanya naye sasa. Venye tuliko sana nikamwacha, juu nilikwambia atanibembeleza na masi mm. Sasa ananithreat kama sijamrudia, mrudia hmm. na bado naona bado anataka pita tena hmm. kama sijamrudia, atatoa hiyo video, atatoa hiyo video kwa YouTube. Daktari anambia nisiogope, atatoa nini? watu wanitoa kwa hiyo video yao. kama anataka kuitoa, asiponitoa nitoa mimi mwenyewe atatanisuu ba daktari anambia ati niache tu, hakuna kitu atanifanya oberana

ulikuwa nataka kuroga naiba nyota. Sasa nyota yangu iko hapa, napita nyota ya maskini, sindio? ulikuwa ndio, sahii ningekuwa mbali sana, bat ni venye ulikuwa umenificha kwa hii nini, kwa nyungu. Kwa nyungu hii hauniwezi. Sahii niko na daktari, niko na daktari. Hakuna kitu naweza nifanya wewe. Sawa. Sikuogopi hata. Ushanielewa. Ngoje basi. Sikuogopi hapa. Muda tu nataka mzungumze lote, mm. Nipo tu hapa. Nishike nione ka direct kama ako sawa

<mimu> Daktari aliopesa agnanimenunua wala hivi unavyomwona Rema mm. chochote kinachohusisha hela ni vya Petero mm. majigambo anayojipa kwa sababu kununua hiyo mbuzi ama ni mimi wala wewe, kama redio tu kupasha habari ambazo ukuziona, walioziona walikuwa kule uwanjani, ila kwa kuwa wewe kituo unavisambaza tu, licha ya kuwa ndiwe uliyehusika kulifanya, haimaanishi kwamba haliwezi kuwa la mtu mwingine mm. Na hivi hivi tunaye muhusika. Kumbuka kwamba kilichotuleta huku wala sio mbuzi tu, hiyo ilitokea katikati, kwa kuwa tulipata na kwa kuwa tulilipata, ndio sababu tunalizungumzia bado nakupa nafasi kwa upole tu, kwa uzuri tu, fanya inavyostahili. Siku hiyo itakapotimia, ambapo itakuwa siwezi kukupa sikio tena, utasakata densi la like kimataifa. Naona yule mwenye piki wamefika, muda mfupi naja Mnaota? Hmm, e, hata kama niko na nini, niko na nini, haiwahusu